Malkia, au mdudu sijui ni mama yao au ni baba yao, lakini kio kitu kinaitwa malkia kwenye nyuki. Yule malkia wanamlinda kwa nguvu zao zote, wanamlinda kwa sababu bila yeye nyuki hawataongezeka, na bila nyuki kuongezeka, hakuna asali tena. Mheshimiwa Rais, wewe ni malkia wetu. Mheshimiwa Rais, tunafurahia wananchi wa Dodoma wanafuraha, wanaona mafanikio kwa sababu ya kazi nzuri utashi wako maono yako na njozi kubwa ulizonazo juu yao ya kufanya wanapata furaha na maendeleo. Mheshimiwa Rais, tutaendelea kukuombea kila siku, kuhakikisha Mungu anakupa neema ya kuwa salama, maono makubwa na kila jambo jema, kwa sababu umetupenda. Mheshimiwa Rais, sisi tupo tayari kuendelea kutekeleza maelekezo yote unayoyatoa na ndoto zako, kuhakikisha wanadodoma wanakaa na furaha. Ndugu zangu, niwakaribishe. Nimetaja nimetaja miradi hapa, niwakaribishe ALAT, wakurugenzi, wenye viti wa halmashauri, iwapendeze mpate nafasi angalau ya masaa machache kutembelea miradi hiyo ambayo Mheshimiwa Rais ameiweka kama kielelezo maalum cha nchi yetu ya Tanzania kupitia mkoa wa Dodoma, angalau masaa machache, ili na nyeye muwe shuhuda wa kuwaelezea Watanzania wengine kazi nzuri inayofanywa na na rais wetu. Niwatakie kikao chema, na Mungu awabariki sana, asante. Makofi mengi kwa mwenyeji wetu mkuu wa mkoa Dodoma. Dodoma oye! Mheshimiwa Rais, kama ulivyosikia katika utambulisho, pamoja nasi tunaye Mheshimiwa Mstahiki Meya wa jiji la Zanzibar, Mheshimiwa Mahmud Muhammad Musa. Kwa heshima na taadhima, naomba uridhie tumkaribishe Mstahiki Meya aweze kutoa salamu za Zanzibar. Zanzibar oye! Muungano oye. Assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. ALAT oye, ZALGA oye. Mwenyekiti wetu wa kikao hichi cha leo na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan oye, asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa Tanzania kaka yangu Mohamed Mchengelwa viongozi wote ambao wametajwa kwenye itifaki na mimi itifaki inaizingatia Mheshimiwa Rais mimi niliyesimama hapa kwa jina naitwa Mahmud Mohamed Musa ni mstahiki meya wa jiji la Zanzibar lakini pia ni mwenyekiti wa jumuiya ya serikali za mitaa kule Zanzibar Mheshimiwa Rais, uwepo wa ZALGA Zanzibar ulitokana na maelekezo na maoni yako ambayo uliyatoa katika ukumbi huu huu katika mwaka elfu mbili na ishirini na moja, pale ulipotusimamisha na kututaka kwamba tuhakikishe chombo kama hichi kinaanzishwa Zanzibar na baadaye mwaka mmoja uliofuata chombo hichi kilianzishwa na salamu zetu za usajili tulizileta tulizi kwako kupitia kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mzee wetu Philip Isidori Mpango. Lakini baada ya hapo, mheshimiwa rais, ulionyesha juhudi na mshikamano wa hali ya juu katika kulisaidia jiji la Zanzibar na Zalga kwa ujumla wake, kwa kutushirikisha katika mambo mbalimbali. Mheshimiwa rais katika juhudi zako ambapo tulifatana nawe katika mkutano ule wa COP28 kule Dubai uliweza kututumbulisha kwa wenzetu na tukaweza kupata mambo mengi sana, ambayo kwa sasa kwa kuanzishwa kwa ile youth climate change na tunakwenda vizuri, na tunashukuru kwamba bado tuna mengi ya kujifunza kwa upande wa ALAT. Sisi kama ZALGA tunaendelea kufanya hivyo, tunaendelea kushirikiana kwa karibu na mwenyekiti wetu wa ALAT pamoja na tunakwenda vizuri, na tunashukuru kwamba bado tuna mengi ya kujifunza kwa upande wa ALAT. Sisi kama ZALGA tunaendelea kufanya hivyo, tunaendelea kushirikiana kwa karibu na mwenyekiti wetu wa ALAT pamoja na tunakwenda vizuri na tunashukuru, kwamba bado tuna mengi ya kujifunza kwa upande wa ALAT. Sisi kama ZALGA tunaendelea kufanya hivyo, tunaendelea kushirikiana kwa karibu na mwenyekiti wetu wa ALAT pamoja mikutano iliyopita kule nyuma, taarifa za ukaguzi ilikuwa ziwasilishwi, lakini kwa maelekezo yako Mheshimiwa Rais, sasa alati tumeimarika, taarifa hizi zinakuwa wazi na kwa sasa hivi tuko vizuri. Katika mkutano wetu uliotufungulia wakati tunachaguliwa ulituambia, viongozi mtakaochaguliwa leo hapa, nawapa maelekezo yafuatayo, mwende myafanyie kazi. Bahati nzuri kama tendaji wa maisha itambulisho umeiona, makamu mwenyekiti wangu wa ALAT umemwona, na mimi mwenyekiti. Hawa ndio tulichagulia siku ile ulipotufungulia ule mkutano, ulitupa maelekezo. Naomba niyapitie kidogo. Mheshimiwa Rais, ulituelekeza kwanza, tuimarishe ushirikiano, tuimarishe ushirikiano wa ALATI na taasisi za nje, ikiwemo UCLG, ikiwemo umoja wa serikali za mitaa Afrika Mashariki ikiwemo umoja wa serikali za mitaa duniani. Mheshimiwa Rais, naomba nikuthibitishie mashirikiano na hayo, tumeimarisha mashirikiano, tumeyafanya na hawa wote, walikuwa tumewaalika ili wawepo kwenye mkutano huu uone. Katibu wa Afrika Mashariki alitakiwa awepo hapa, lakini tulienda mbali zaidi kujenga ushirikiano pia na nchi ambazo zinajumuia kama ALAT leo hii leo hii Zambia walitakiwa wawe hapa, lakini bahati mbaya kwa sababu ya ndege ya ratiba ya ndege ndio maana hatukuwa nao hapa. Tutaka tukuonyeshe jinsi tulivyoimarisha ushirikiano huo, lakini pia ulituelekeza tuimarishe ushirikiano na Zanzibar, ikiwezekana na wao tufungue taasisi kama ALATI Zanzibar. swala so hii amesha lisema Mr. ikimea wamesha lisema lakini mchakato huu tuliufanya kupitia kwa waziri wetu wa TAMISEMI kupitia waziri wa, wa Zanzibar tulikaa mezani tukajadiliana, ALAT tulikwenda na kweli tukaona, tukakusuana, tukaanzishwa ile ZALGA Zanzibar na kuimarisha, ndio maana tulipeleka mkutano kufanyia Zanzibar mwaka uliopita. Mheshimiwa Rais, jambo lingine ambalo utuelekeza ulituelekeza twende kusimamia miradi ya maendeleo swala so, hili tumelifanya kwa mamlaka ya serikali za mitaa vizuri. Wewe mwenyewe unaona, umetuletea fedha nyingi kwenye mamlaka ya serikali za mitaa, lakini kwa ushirikiano wetu waheshimiwa madiwani, watendaji wetu uliotuletea, wakurugenzi, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, tumetekeleza vizuri. Hata leo ukiangalia zile hoja za ukaguzi zinapungua kila mwaka. Hao ni utekelezaji wako uliotuelekeza. Mheshimiwa Rais, tuelekeza twende tuimarishe ukusanyaji wa mapato kwenye mamlaka ya serikali za mitaa. Mheshimiwa Rais, nakumbuka bajeti aliyoiwasilisha Mheshimiwa Waziri wetu ya 2024/2025, mwezi wa tatu alisema tulikuwa tunakwenda kukusanya trilioni moja na bilioni mia tatu kwa mwaka wa 24 25 na hapo nyuma tulikuwa tumekusanya bilioni mia nane na arobaini na nane Hapa inaonekana sasa halmashauri zetu nchini tumeenda tumekusanya zaidi ya asilimia sitini tunapanda kwa asilimia sitini ulituelekeza tujadili changamoto inazotukabili serikali za mitaa alafu tuzipeleke serikalini zifanyiwe kazi. Sasa naomba nikwambie mfumo tunaotumia na waziri wetu kufanya hivyo. Alati, tukipata ma, ma, ma, changamoto tunazijadili tunakaa na ofisi ya rais TAMISEMI. Tumeshakaa na Mheshimiwa Waziri Mchengerwa, katibu mkuu tumekaa meza moja tukajadili changamoto za kabili serikali za mitaa wakazi pokea ikiwepo za heshima madiwani, ikiwepo wataalamu, ikiwepo za mifumo, ikiwepo usimamizi wa miradi, na yote tumeyajadili na mengine tukaacha yanafanywa kazi, mengine akatupa ALAT tufanyie kazi. Ndio naona mabadiliko makubwa ya ALAT tunayoyaona. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana Mheshimiwa Mheshimiwa Rais, ulituhimiza kufanya kazi kwa kuzingatia sheria kanuni na miongozo ya ALAT. Hili swala tumelifanyia kazi kwa nguvu kubwa, na tuendelea kuimarika na kwa sasa tumeenda mbali zaidi. Kwenye mkutano huu tunaokwenda kufanya unaoenda kutufungulia, tunakwenda kuhuisha sheria ya, ya uanzishaji wa ALAT na nakuomba Mheshimiwa Rais uliridhie ili sasa ALAT iendelee kuimarika. ALAT ni chombo chako, lazima tuendelee kukisimamia na lazima tuendelee kuchapa kazi. Mheshimiwa Rais, haya yote yanayofanyika kwenye serikali za mitaa kubwa zaidi ni kutekeleza agizo lako la kuimarisha ushirikiano. Mheshimiwa Rais, wakurugenzi uliotuletea, uliotutetea tukatokea kwenye serikali za mitaa, tunashirikiana nao vizuri, mheshimiwa madiwani, tunashirikiana nao vizuri na wakuu wa wilaya, tunashirikiana vizuri na wakuu wa mikoa. Na pia waheshimiwa madiwani tunafanya kazi kwa nguvu zote kuhakikisha kwamba maendeleo wa ya wananchi yanatekelezwa kwa wakati. Mheshimiwa Rais, naomba nilete maombi yafuatayo. Mheshimiwa Rais, ombi la kwanza, umeona mabanda halmashauri tulivyofanya kazi, baadhi wamekuonyesha kutoka kwenye mapato ya ndani haya yanayopanda kila mwaka, mambo gani tumefanya. Lakini hizi ni halmashauri chache. Ukiangalia Kinondoni wamejenga uwanja wa mpira zaidi ya bilioni saba. Ukienda halmashauri ya Wilaya Mbeba wapo, wanatengeneza boti kwa fedha zao za mapato ya ndani kwa ajili ya kusaidia wananchi, kwa sababu wao wanaishi sana kwenye visiwa. Sasa Mheshimiwa Rais, kama mtendaji ya taifa, tunaleta ombi kwako. Zamani tulikuwa na utaratibu wa kuwa na wiki ya serikali za mitaa. Utukubalie tuwe na wiki hii ya serikali za mitaa, halmashauri ziwe zinakuja kuonyesha shughuli tunazozifanya kule chini ili watu wajue, nchi ijue, dunia ijue, ili kauli za halmashauri zinakula fedha, hakuna kinachofanyika, waone watu wenyewe. Wengine wanakuwa wanasema hawatembei kwenye halmashauri yetu kuona mambo tunayoyafanya. Sasa iwepo utaratibu rasmi, kama ulivyokuwa zamani, tukae tu kama Dodoma hapa, tuwaonyeshe halmashauri tunafanya nini, tunafanya mambo makubwa. Kila mwaka halmashauri zinapiga hatua. Ombi la pili ambalo tumeliona kama tendaji, Mheshimiwa Rais, tunapofunga mwaka tunapofunga mwaka wa fedha, huwa mara nyingi fedha za maendeleo zinapokwenda serikali kuu zinarudi kwenye chungu kimoja, na kurudi lazima utengeneze utaratibu wa kubadilika kulingana na miongozo na maelekezo ambayo walikuwa wametupa lakini hii imekuwa kidogo na changamoto kwenye halmashauri zetu. Baadhi ya miradi inakuwa haiendi, baadhi ya miradi inakwama, au mnaanza tena kufumua bajeti yenu ili kushughulikia hiyo miradi. Nakuomba Mheshimiwa Rais, haya yote ni ya kwako, ikiwezekana utengenezi wa utaratibu mzuri. Inapofika fedha, tumefunga mradi, tunaanza mwaka mwingine, tufunguliwe pale pale ili tuendelee, tusirudi nyuma, ili tuendelee kupiga hatua kwenye miradi hiyo inayokuwa mekusudia. Mheshimiwa Rais, pamoja haya tumeisha yajadili, lakini lazima wewe ndo mama yetu, wewe ndo rais wetu, wewe ndo kiongozi wetu, lazima tukuambie ili tuwekee msisitizo, tuendelee kunemeka. Mheshimiwa Rais, kwenye mamlaka ya serikali za mitaa tuna changamoto ya vifaa vya tendea kazi, hasa magari. Tulikuwa tunaomba unakuta, tuna idara ya maendeleo ya jamii tuna idara ya sheria ambazo ni idara muhimu kwenye halmashauri zetu tunaomba tufanye uwezekano kama inawezekana, Mheshimiwa Rais utusaidie hizi na hizi idara ziweze kuimarika weza kutekeleza majukumu kwenye mamlaka ya serikali za mitaa. Mwisho kabisa kwenye maombi, Mheshimiwa Rais, miaka ya nyuma halmashauri tulikuwa tukiajiri watumishi na bahati mbaya walikuwa hapeleki michango kwenye hii mifuko ya kijamii, imepelekea sasa halmashauri akuta nadaiwa bilioni 20, bilioni 30 sasa tunakuomba Mheshimiwa Rais, hii mifuko ya kijamii uridhie ufutie ma, ifute madeni haya, ili wananchi kule tuweze kuwalipa fedha zao ambazo ni kiinua mgongo kutoka kwenye ile ile mifuko hii. Mheshimiwa Rais, ni moja ya changamoto tunayo kwenye halmashauri zetu, na kuomba utusaidie. Shukurani Mheshimiwa Rais, naomba nitoe shukurani za dhati kwako kwa, kwa fedha nyingi za miradi ulizotuletea kwenye mamlaka ya serikali za mitaa. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana sana sana, tunatembea kifua mbele, madiwani nchini. Kila kata ina mradi inatekelezwa, tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Na sisi waheshimiwa madiwani tumejipanga kukupa zawadi, na zawadi yetu zawadi yetu, Chama cha Mapinduzi kimesha bariki kwamba wewe ndo mpeperushaji wa bendera. Tunapofika kwenye uchaguzi wa mwaka huu, kata zote nchini mimi walinipa heshima kwa mwenyekiti wao wajumbe, nawaona kama tendaji. Tumejipanga barabara kwenda kila kata kuhakikisha kura zako zinakuwa za kishindo. Hiyo ndiyo zawadi yetu kwa mradi yetu. Lakini pia tunakushukuru, tunakushukuru kwa kuridhia kwa kuimarisha alati hii. Alati tumeimarika, alati mikoa imeimarika tunatembeleana tunabadilishana mawazo. Tunakushukuru sana sana sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, naomba mbele yako nimshukuru Mheshimiwa Waziri Mohamed Mchengero kwa ushirikiano mkubwa anaotupa katika uendeshaji wa alati. Namshukuru katibu mkuu kwa ushirikiano mkubwa anaotupa alati. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana sana sana, nawashukuru sana. Mheshimiwa Rais, tunawashukuru wadau wetu, nawaona NMB Umemwona mkurugenzi mkuu, lakini ana timu yake yote hapa. CRDB wako hapa, Mwalimu Benki wako hapa. Na Mheshimiwa Rais, kitendo cha kuchukua wadau wa benki kufanya nao kazi ni kutekeleza agizo lako la kwamba asilimia kumi za vijana sasa hivi zinaenda kusimamiwa na mabenki. Kwa hiyo tumewakaribisha ALAT sasa, ili zoezi hili likienda kupanuka kupitia kwa waziri wetu, tuwe tumeshajenga ushirikiano tuweze kulitekeleza kwa dhati na kwa mifumo mizuri utakayokuwa umeelekeza Mheshimiwa Rais. Naomba nimalizie kwa kushukuru naamini kila mmoja anajua, na naona mwenyekiti wetu kijana wako. Mimi nilipata matatizo, nashukuru sana sana sana Mheshimiwa Rais kwa kunisaidia, kwa nisimamia, nimeimarika, mnaniona sasa, niko mbele yenu, mmenipambania, mmeniombea. Haya ni mapito yalinikuta na ya kupita lazima niyakubali, tuyavumilie, lakini nawaomba tuyapokee kwa pamoja. Mnivumilie, mimi ni kiongozi wenu, niko pamoja na nyie. Pale ambapo mnaonda, naenda taratibu, mnivumilie. Ni mtihani ambao Mwenyezi Mungu ameshauleta. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana tena sana. Siku napata matatizo haya, nilikuwa natoka kwenye kao kama hiki cha matendaji na kwenda kuungana na mkurugenzi wangu Bukoba, kwenda kusikiliza kero para anapata taarifa, yupo kwenye kata yangu anasikiza kero. Tulikuwa tumepanga kuungana pale, ndipo anapata taarifa. Namshukuru sana mkurugenzi wangu, amepambana kadri ya uwezo wake kuhakikisha kuungana na wewe kutekeleza maagizo yako ili niimarike. Sasa hivi niko vizuri, nadhani mnaniona, mambo yanakwenda na bado nimo, naendelea kuchapa kazi. Na Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais na imani uliangaika kuhakikisha Ngeza anaimarika kwa maumivu, kwa jinsi nilikuwa naumia, kwa uwezo wangu ndugu au wa nini, huenda nisingefanikiwa. Lakini Mheshimiwa Rais, ulipambana, uliagiza viongozi wako wengi. Nikitoa orodha hapa haiwezi kuisha, ila nimeandaa kitabu ambacho kinaitwa Usihofu, ili hicho kitabu mtu akipitia ataona mtu ambaye alishughulika na Ngeze. Utaona mle, naamini Mheshimiwa Rais ulifanya hivi ili niimarike, niendelee kushirikiana na viongozi wenzangu kuchapa kazi. Hasa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais, naleta ombi langu kwako la binafsi. Kwa kuwa nimeshaingia kwenye hali hii, lazima mifumo yangu ibadilike ya kufanya kazi, hata nikiwa na viongozi wangu lazima mfumo utabadilika. Sasa na mipango ipo na umeniimarisha ili nichape kazi, na kuomba unikubalie, pokee ombi langu, nijenipate walau dakika tano tukae nikupitishe na uone, na huenda nikakupa pia niliyopitia yakawa ni moja ya funzo mfano. Nimeshuhudia mwenyewe ulivyoimarisha huduma za afya nchini, na hili uwe ni ujumbe tushike. Na huduma hizi za afya sio kwa majengo tu, sio kwa madawa tu. Mheshimiwa Rais sasa hivi anafadhili, anawagharamia madaktari, wanakwenda kusoma nje ya nchi. Wamenitibu mimi, nimeshuhudia sasa. Yapo ambayo nabidi nikueleze tukiwa kando, ili ujue hatua niliyopitia na sasa nakwenda kwa nguvu zipi kuweza kuitumikia Alati, kuweza kuitumia halmashauri ya Rukova, kuweza kuwatumikia wananchi wakati ya Rukoma. Baada ya kusema hayo, sasa naomba nishukuru sana kwa kunisikiliza, naomba nishukuru sana kwa kunipa nafasi hii, lakini sasa nichukue nafasi hii, nadhani ndio kwa mujibu wa, wa, wa, wa, wa ratiba yetu. Aha, okay lakini baada ya burudani, namkaribisha mheshimiwa Mohamedi Mchengerwa ili aje akukaribishe uweze kutufungulia mkutano wetu. Ndugu zangu, huyu ndio mwenyekiti wa alati Taifa, mheshimiwa Ngeze. Piga makofi mengi kwake. Bado tuongeze tena makofi mengi. E, kinachofurahisha anasema alipata mtihani, amemshukuru Mwenyezi Mungu. Nimemshukuru Mheshimiwa Rais na sasa yuko safi, kazi inaendelea. Makofi mengi kwake. Naomba sasa, Mheshimiwa Rais, niwakaribishe kwaya ya wanawake na Samia kutoka Dodoma, haraka haraka, na ujumbe wenu. Dodoma oye! Dodoma oye! haya DJ, haraka

Kati ya vitu ambavyo Mheshimiwa Rais anathamini ni kazi za wasanii, na ndiyo maana kwa mara ya kwanza nchi hii iliwakopesha wasanii kwa ajili ya kuimarisha kazi zao. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Rais, naomba sasa kumkaribisha mheshimiwa